Timu ya taifa ya wanawake ya mchezo wa raga wachezaji saba kila upande inapania kujirejeshea hadhi katika mashindano ya wanawake ya raga barani Afrika yaliyoratibiwa kuandaliwa baina ya tarehe 15 na 16 mwezi ujao katika uwanja wa RFUEA hapa jijini Nairobi. Lionesses imekuwa ikifanya mazoezi katika uwanja huo ikijiandaa kwa mashindano hayo ambayo yataandaliwa humu nchini kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2014. Mashindano ya raga ya wanawake barani Afrika yanafuata mashindano ya raga ya Safari Sevens yaliyoandaliwa katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo majuma mawili yaliyopita ambapo Kenya Lionesses ilinakuwa taji ya wanawake. Timu hiyo ilitumia mashindano hayo kujiandaa kwa mashindano ya bara Afrika ambapo timu hiyo inanuia kujipatia ushindi baada ya kunyakua mashindano hayo mara ya mwisho mwaka elfu mbili kumi na nane. Players wanachangamka, wanajituma kila siku asubuhi tuko hapa, tunatoka saa nane, tunajituma. Lionesses inataka kutamatisha utawala wa Afrika Kusini nyumbani, hasa baada ya kumaliza pili mwaka jana nyuma ya Afrika Kusini. Nahodha wa timu hiyo Sheila Chajira ametoa mwito kwa mashabiki kujitokeza kwa wingi katika uwanja wa RFUEA kuwashangilia. Makala ya mwaka huu ya mashindano ya raga ya wanawake barani Afrika yanazileta pamoja timu kumi na mbili. Kenya imejumuishwa kundini ba pamoja na Ghana na Cote d'Ivoire, ilhali mabingwa watetezi Afrika Kusini wapo kwenye kundi A pamoja na Zimbabwe na Mauritius. Timu ya Uganda iko kundini cha pamoja na Zambia, Burkina Faso, ilhali kundini da ina Madagaska, Tunisia na Misri. Meneja wa timu hiyo Kamilina Oyuayo amesema kuwa watafanya kila juhudi kufuzu kwa fainali na kunyakuwa taji hilo.